Naitwa dada Rehema Hamisi Tajiri, lakini watu wananifahamu kama Rehema Tajiri. Ah, nilipitia changamoto nilipitia changamoto mwaka jana mwezi wa kwanza, linunua gari linunua gari kwa mtu ya mkononi. Ah, nilipelekwa na dalali ambaye dalali lipewa na mtu ambaye namfahamu, nikanunua hiyo gari maeneo ya Kigamboni. Lakini baada hapo, tukaandikia na mkataba, nikaenda nikampa pesa nikaenda TRA kwenda kufuatilia ile gari kwamba mmiliki kweli ni yeye, nikaenda nikajiridhisha, ikaonekana kwamba mmiliki ni yeye aliyeniuzia. Ilikuwa mwezi wa kwanza kwenye tarehe tatu. Kwa hiyo mwezi wa nne, wakati najipanga na safari mwishoni, mtoto wangu alitoka na hiyo gari wa kike, akakutana na mtu njiani akamsimamisha, akasimama, akamwambia hii gari inadaiwa ina mkopo, akamwambia hii gari ya mama angu haina mkopo. Wakabishana sana, akanipigia simu binti Nikamwambia chukua hiyo gari na huyo jamaa nendeni pale Kijitonyama gereji ambaye kuna huyo ndugu yangu alinipa huyo dalali. Mimi nitakuja hapo. Kwa hiyo mimi nika bolt, unaona? Nikafika mpaka pale. Nikafika nikakuta gari ile imefumuliwa fumuliwa sana pale mbele. Nikauliza mbona gari imefumuliwa? Akasema tunatafuta GPS, ilifungwa GPS. Nikamwambia mnasema gari hii ina mkopo. Mbona mimi aliyoniuzia akuniambia kwamba ina mkopo? Wakasema gari hii alokuuzia amechukua mkopo na anadaiwa na hii gari na GPS na nyingine tena alichukulia mkopo Wish. Nikamwambia, Wish nilimuona naye nice, siku ambayo tumeuziana gari. Na swala la kwanza, wakati nataka kununua gari aliniambia siwezi kuniuzia nyumbani kwake, mtoto wake anaipenda. Twende sehemu. Tukao, tukauziana sehemu kama kwenye baa, tulikaa tukakubaliana, na mimi niliamini kwa sababu dalali alikuwa ni rafiki wa jamaa yangu. Nikauliza kitu cha kwanza faili. Nilipomwambia faili akanambia faili hiyo gari haina kamwambia, gari itakosaje faili? Akanambia gari haina faili. Kwa hiyo binti yangu nilikuwa naye aliwahi kununua gari kadi tu, faili ilikuwa haina. Kwa hiyo nikaamini, kwa hiyo nikaamini kama watoto ambao nimepewa na familia yangu, basi nikaingia benki nikawapa hizo pesa. Ndio mwezi wa nne kumkamata yule binti, nikamwambia, bwana, ilikuwa iko hivyo, mbona yeye gari hakuniambia kwamba ina mkopo? Nikampigia aliyoniuzia akanambia sijachukulia gari hiyo mkopo, au ni wauni tu gari lilochukulia mkopo ni Wish. Inakuwaje waje wakuchukua ile gari? Hiyo hiyo ni Ractis namba D unaona 422. Kwa hiyo ah, mimi nikashangaa nikamwambia, wakaniambia hiyo gari kawaida yetu tunaikamata ikiwa nje, lakini ikiwa ndani ya geti atuikamati. Nikamwambia na sisi nikamwambia na mimi nasafiri, kwa hiyo na Mbaraka nimempigia simu hapa, anasema kwamba gari aliyochukulia mkopo ni wishi. Kwa hiyo na muda sina kwa sababu karibu nasafiri, Mbaraka nitakaporudi anipe pesa zangu kwa hiyo hii gari akasema gari kaifungie ndani usiitoe nikiwa ndani ya geti haichukuliwi basi mimi nikauliza hiyo kampuni iliyochukua nani dhamana ya, ya gari ikatoa mkopo kwa wale uniuzia inaitwaje wakanipa huo mkataba inaitwa proshare walipotoa ule mkataba mi nikapiga picha ndo Mungu alinisaidia kwa sababu kama nisingepiga picha nisingejua ile kampuni ambaye imechukua gari yangu mi nikachukua gari yangu nikamwambia vitu viwili nikamwambia hii gari mi nitaitembelea sitaifungia kwenye geti, na hii mimi swala la mkopo halinihusu kwa sababu mimi nimeuziwa igari na huyo mtu aitwa Mbaraka. Kwa hiyo ukiniambia mimi Mbaraka kachukua mkopo, mimi hainihusu. Mimi nikachukua ile gari nikaondoka naye. Ilikuwa siku ya Jumatano. Alhamisi nikatoka naye, Ijumaa nikatoka naye, Jumamosi nikatoka naye, Jumapili nikatoka naye, Jumatatu nikatoka naye, Jumanne nimetoka naye na nazunguka na naye, haichukuliwi. Kwa hiyo nikaenda uh, sokoni kununua vitu vya kuacha nyumbani Jumatano na safari nilikuwa nimeenda kununua e, gesi nimejaza, alafu nikanua na jiko kubwa la gesi la pleti mbili nikaweka nyuma na vitu vingine. Kwa hiyo tuliporejea nyumbani pale, dada wangu wa kazi, yeye alitoa vitu vikuwa katika siti ya nyuma, kwenye buti ya nyuma hakufungua. Kwa hiyo vile vitu vya nyuma, jiko na ile gesi na vitu vingine, vikaa vimebaki nyuma ya gari Mi nikaipaki gari Jumatano, kapanda ndege mi nikasafiri nikaondoka nje ya nchi. Wakati huo tumekubaliana na Mbaraka kwamba gari yake aliyochukulia mkopo ni Wish. Mi nitakaporejea safari yangu, yeye atanirudishia ya pesa zangu. Kumbe wao walikuwa wanacheza na wakati. Kwa sababu mimi nikisafiri nje kwa ajili ya kazi zangu huwa na posti cover kwenye mtandao. Kwa hiyo waliona kwamba udada anasafiri. Siku ya Jumamosi mimi nikiwa niko safarini jioni saa kumi akaenda mtu na pikipiki. Familia yangu iliacha pale ilikuwa iko nje pale kwenye kwenye mti hivi, kuna mti pale ndani kwangu. Kwao wakasikia pikipiki kwa nje, wakagonga geti, dada akaenda akafungua. Alipofungua akamwona bodaboda na yule jamaa kibonge hivi, akamsukuma dada. Mbona unanisukuma? Akasema nimekuja kuchukua gari. Unachukua gari? Dada, mama hayupo. Akasema hiyo gari mamako kachukulia mkopo. Wakaanza kubishana. Katika kubishana, majirani wakasikia, ikabidi waje. Sasa walipokuja, akasema mama kachukua mkopo. Akasema huyu hawezi kuchukua mkopo na amesafiri. Kwa nini msisubiri mwenyewe? Tunampigia simu, apatikani na aloomuzia akachukua mkopo keshakili kwamba gari tuje tuichukua, kasa iwezekani. Akaitwa mjumbe, alipokuja mjumbe akapigwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, akasema unakujaje bila taarifa? Oh, sisi tuna dokumenti tunachukua gari popote. Kwa hiyo ubishani, wakanipigia simu kwa sababu kule nilipokuwa network ilikuwa mtandao um, wa, wa, wa wa WhatsApp na wa Instagram wapatikana, ilikuwa China, unaona kwa hiyo basi mjumbe akaridhika na mwenyekiti kama wamekubaliana na mwenyewe kwamba gari ichukuliwe na apatikane kwa simu, chukweni gari. Wakachukua, wakaomba funguo, funguo dada akasema mimi sijaachiwa. Wakaita breakdown wakaitoa gari kwa nguvu, wakanivunjia sehemu ya ukuta, sababu nilikuwa nimeweka huko boikota huko nyumba kubwa, niliingiza kwa ndani hivi, wakaivuta wakavunja sehemu ya ukuta wangu, gari kaondoka kwenye saa sita, niko China. Ndo nakuta nikapata ule mtandao, kuna mtu aliniazima Mkenya, ndo nakuta message kwamba gari imechukuliwa ah nikashangaa walisema gari ikiwa ndani ya gete haichukuliwi, gari ikiwa nje ndo ina, inachukuliwa mbona tena kaenda mtu kuchukua? Nikamtafuta Mbaraka, Mungu akanisaidia, Mbaraka nikampata akasema, mimi nashangaa kwa nini umeenda kuchukua gari wakati umekubaliana wewe ukirudi nikupe pesa zako, na sijaruhusu kwenda kuchukua gari. Tukabishana sana na mbaraka. baada hapo sina jinsi, niko mbali ya safari nitafanya nini? Yule jamaa alochukua gari akaniambia, wewe ushatapeliwa gari, tumeshaichukua wewe, mwambie mbaraka kulipe pesa zako. Basi mimi nikakaa siku ya pili ya tatu nikapanda ndege nikarejea. Niliporejea nikaenda kufungua kesi polisi Oysterbay mwe tarehe ilikuwa mwezi wa sita, sasa tare, tatu, ivya, nini, kesi. Kesi iyo, kwa ni tarehe tatu hivi au nne nikafungua hiyo kesi. Nilipofungua kesi hiyo imenisumbua kwa muda mrefu sana, nimefungua ndani ya wiki ya kwanza ya pili huyo aloniuzia gari. Polisi waliniambia kwamba alokuuzia gari ndo anatakiwa awepo hapa, nikamwambia mimi nitampataje na namba zake hapatikani, kwa sababu nimempata niko China. Niliporejea sikumpata polisi, wakanambia lazima umpate huyu. Nikaambia hiyo kampuni ene gari inatakia nini, wakasema nenda. Nikaenda kwenye ile kampuni, nilipokwenda wakaniambia, umetapeliwa hii gari, iko chini yetu, gari ina jina la Proshea kadi, wewe ulipewa faili? Sikupewa. kwa hiyo wewe umetapeliwa, faili inasoma Proshea. Nikamwambia nimekwenda TRA, hii gari inasoma jina la Mbaraka aliyoniuzia, nyinyi mmesaini lini? Wakashtuka, wewe umekwenda nani? TRA? Nikamwambia nimeenda TRA basi nikabishana nao sana nikarejea polisi kutoa taarifa kana basi atompate Mbaraka ndani ya wiki mbili. Mbaraka kapatikana Dodoma, alimuuzia mtu kiwanja, aliwauzia watu watatu kiwanja, mmoja wapo polisi Koyo. kwa hiyo kwa sababu polisi mwenzao wakamkamata Mbaraka. Alipokamatwa akawa polisi Chang'ombe, mimi nikapata taarifa. Nilipopata nika akapigiwa simu mkuu wa kituo cha polisi Temeke akasema, Mbaraka yupo. Akapewa rabii namba yangu, alipopewa akasema basi akimaliza kesi ataletwa huko. Nikakaa nikasubiria wiki ya kwanza hajapelekwa, wiki ya pili nikaenda tena temeke polisi wakasema bado yupo, nikakaa wiki tena nakimbilia mwezi, wakaniambia yupo, ataletwa. Basi nikaa nikaenda pale, wananisumbua nini? Baada ya mwezi na Mbaraka kapewa dhamana kule katoka, kuletwa Ostabei. Ostabei nikamaliza ngazi zote, kwa rasio wa wilaya wa mkoa, nikaenda mpaka central nikakutana na mkuu mwenye kanda maalum akanirudisha kule kule, ikawa nasumbuliwa sana, wapelelezi wanaambia wanaitafuta gari, mara wanaambia gari imeuzwa, mara gari sijui iko Mwanza, mara iko wapi, nikaa sijui ukaenda takriban miezi karibu mitano, nikaenda sasa kwa mtu ambaye namfahamu polisi, kuna rafiki yangu naye polisi alinisaidia akanambia, lakini kesi imekuwa ngumu, mi najitoa. Sikujua kwa maana gani, akaniacha nikaenda kwa mtu polisi mwingine, namjua yuko central akanambia sasa, ngoja nikupeleke kwa mpelelezi mkuu wa kanda maalum, huyo ndo mtu wa mwisho ambaye atakusaidia. Nikaenda kwa mpelelezi wa kanda, akanipokea vizuri yule baba, nashukuru. Akanambia njoo kesho yake, yeye akadili na wapelelezi. Mpelelezi akawa namdanganya gari yuko Mwanza, akapiga simu Mwanza, akaambia mimi siko na gari lakini niko Mwanza na mimi ni polisi. Siku ya pili nikawa kwenda, akachukua simu yake akaweka loud speaker, akampigia mpelelezi, akaambia o, nilisahau huyo mtu wa Mwanza, a -a, a -a, gari ya kununua, kuna mpelelezi unaye hapo Central baadaye akapigiwa ak akamwambia, mbona wewe ulinidanganya? Akamwambia nilisahau bosi. Akakata simu, mimi nasikia, niko na mkuu. Mpelelezi akampigia RCO wa wilaya, akapokea. Alivyopokea akamwambia, mbona hapo pana kesi, umama anasumbuka na gari, mnasema imeuzwa mara Mwanza na mara inasemwa gari imeuzwa kwa mpelelezi, yuko hapa Central. Akamwambia ndio, yuko hapo Central, huyo ni RCO wa wilaya. Unaona, basi akakata simu, mimi nasikia, alikuwa anaweka simu spika, kwa sauti nasikia huyo mama tu mkorofi, siku nyingi anasumbua na faili yake, upo kwa mwanasheria mkuu. Unaona, tumemwambia asubiri, akaambia sawa. Sasa yule jamaa akampigia simu njo sini, yule mpelelezi akaambia, njoo ofisini. Yule mpelelezi alivyokuja, mimi niko pale, hanijui, akamwambia, we kuna gari umenunua ya mama mmoja, iko wapi? Akasema mimi sijanunua gari, mimi sijanunua gari, nimetumika kama nimenunua gari, na huyo mpelelezi wa mama nishamwambia ukweli kwamba asinifatefate, mimi sijahusika na kununua gari. Hiyo gari mimi niliitwa na bosi. Sasa alipotaja bosi akumtaja jina, akaonyesha sehemu ya chini. Mimi nilikuwa kwa mpelelezi juu chini. Ina maana kwenye pale upande wa kanda maalum siyo sehemu gani, siyo. Akasema ndo kanituma, kananiambia mwene kampuni ya brochure ni rafiki yake. Kwa maana hiyo ni wasaidia wanasumbuliwa sana na watu kuhusu gari. Kwa hiyo wanamwakana mwanasheria wao, ongee nao. Kwao na ule mwanasheria mwenyewe wote hiyo kampuni ya brochure wana dokumenti feki. Kwa maana hiyo mimi nikawasaidia kama nimenua hiyo gari lakini mi bosi sikunua hiyo gari, ila umefanyika mchezo mchafu, na yule mpelelezi anajua. Kwa nini amwambie ukweli huyo mama? Mimi niko pale nasikia yale maneno. Kwanzia hapo ndo nikaja kugundua kwamba ndo maana kesi imekuwa ngumu, kwa miezi yote sita nazungushwa faili kwa mwanasheria mkuu, naenda huku naenda huku, nashindwa kupata haki yangu, unaona. Basi mimi sikuonesha udhaifu. Alivyoondoka yule mpelelezi, nikamwambia mkuu, utanisaidiaje? Akaniambia sheria yetu polisi faili ikienda kwa mwanasheria mkuu huwa inasubiliwa mpaka irejee. Kwa hiyo ikirejea, tutaangalia na mapungufu. Nikaambia mimi nitakuwa na wasiwasi naye, kwa sababu waleonioji askari wa kwanza ambaye alinipa rafiki yangu. Kwa hiyo hao wapelelezi wengine walikuja kuchukua faili juu kwa juu na msaidizi wa mpelelezi wa wilaya. basi akanambia, wewe nenda, utapokuwa tayari ut tuta, tuta, tuta tutakuita nikaambia lakini mia saa hivi nina kazi za chama nataka ni rekodi kwa hiyo nataka nijuu juu yangu ya napata shida, kwa sababu mimi gari yangu ya kwanza nimenunua, nimempa mtoto wangu wa kiume. Hii gari ya pili ndo ilikuwa nanisaidia, kwa maana kipindi hiki nakuwa natumia Uber na, na, na Bolt muda wote. Akasema sawa ntakusaidia. Kwao nilipotoka pale, nikawa najua hapa hakuna msaada, kwa sababu siri imeshafichuka kwamba kampuni iliyotoa dhamana ya gari mikopo inashirikiana na polisi. Kwao nilichofanya nikaandika barua nikapeleka malalamiko Dodoma, nikapeleka wizara mambo ya ndani Dodoma, nikapeleka kwa mkuu wa mkoa Chalamila, mkoa wa Dar es Salaam, nikapeleka kwa katibu mkuu wa chama e, mheshimiwa Emanuel Nchimbi, kwa sababu serikali iko e, chini ya Chama cha Mapinduzi, na mimi kama kada wa chama nikaipeleka kule ili nitie nguvu. Unaona, baada ya kusumbuka kote kwa hiyo nikasumbuka, nikaamua sasa, simu sipigiwi na polisi kuambiwa kwamba mwa, mwanasheria mkuu ameshapitisha nende mahakamani. Mbaraka hapatikani, dalali hapatikani, yule kijana wangu alionipa anaambia mimi Mbaraka simjui, na yule dalali ayupo nchini, kaondoka kenda China. Basi nikaa sana fuatilia Dodoma, nimeenda Dodoma chini ya mara tatu. Dodoma malalamiko alinipokea vizuri, wakaniambia kosa la kwanza, kosa la kwanza, kwanza aliokuuzia gari amekupa mkataba haujatimia na hakukuwa na mwanasheria na kosa la pili tunaliona sisi kwamba aliyekuja kuchukua gari nyumbani ni kesi ya jinai. Huwezi kuchukua gari mwenyewe hayupo. Hata kama una makosa yako, ulikosea, lakini hili ni kosa. Kwa hiyo si upelelezi wetu, ndani ya wiki mbili. Na wao wakapeleleza, wakajiridhisha, wakarudisha wizara mambo ya ndani, wizara mambo ya ndani. Mpaka leo hapa naongea kwenye watetezi TV sijapata ushirikiano wowote kabisa, nikapewa namba ya katibu wa waziri nikampigia simu nikamwelezea, akanambia tuma barua zako. Nikatuma barua, kuanzia hapo hakunipa majibu. Nikaangaika katika makada wenzangu wa chama, wakanipa namba ya waziri, nikampigia hajapokea. Kama ni kweli ya kwake au sio, sijui. Nikajaribu kutuma dokumenti zangu za barua mpaka sasa hivi sijapata majibu. Nikaenda posta nikakuta barua imeletwa na wizara, wananiambia Rehema, tumepokea barua yako malalamiko, tunaendelea kufanya uchunguzi hapo kwa tayari tutakupa majibu. Toka mwaka jana mwezi wa sita mpaka huu mwezi wa nne na unafika mwezi wa tano unakimbilia mwaka, upelelezi hujakamilika. Mimi kosa langu lipi? Kwanza gari imekuja kuchukuliwa sipo, na ngazi zote nimeshapitia. Naonewa na polisi kwa vile mimi mjane? Au kwa vile mimi sina mume au ni mwanamke? mama angu mtu mzima ananitegemea, familia yangu inanitegemea. Ile gari nimenua kwa jasho langu. Nimenua gari ya kwanza shorumu ipo mpaka leo, nimemkabidhi mtoto wangu, lakini nilimwambia hiyo gari nakula sana mafuta, siwezi kudumu naye sasa hivi, na kwa sababu na gari nyingine hii hapa ndogo, basi wewe kaa naye. Nikaa nimempa hivi, na matatizo siwezi kwenda kumnyang'anya mtoto, lakini kanategemea gari ile. Alafu nikaa nimeanzisha ujenzi kwangu Bagamoyo, ujenzi umesimama pesa iliyobaki nimepeleka kwenye ujenzi, na nilinunua ile gari kwa sababu ni economy kidogo ya mafuta. Nikaona mimi sio mwanamuziki au sio msanii bisho ambao kutafuta magari ya kifahari kwa sasa, kwa sababu familia yangu inanitegemea. Sasa nataka kujua kosa langu nini? Kwa hiyo nimekuja Watetezi TV kuja umenipokea vizuri na kupeleka malalamiko yangu na kuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi na kupenda sana, naomba unisaidie swala hili, kama mwanamke mwenzio, naomba unisaidie. Naomba Waziri Mkuu Kasim Majaliwa naomba unisaidie. Naomba Bunge la Jamhuri ya Muungano naomba mnisaidie. Naomba waziri mwenye dhamana naomba unisaidie. Na wale wadau wote wa sanamu na usikia hili. Naomba mnisaidie. Nadharidika sana na haki yangu. Naomba msaada kwenye vyombo vya sheria. Naomba msaada kwa viongozi wa juu, Mama Samia na kuomba. Na kuomba. Niko katika kipindi kigumu sana. Nimeficha kwa muda mrefu lakini nimeona ntaficha mpaka lini? Sasa hivi na kazi za chama nimetengeneza, nataka niungane kwa ajili ya kampeni ya rais wangu. Leo nakuja na athirika hivi, naomba msaada wa kisheria. Kosa langu lipi? Gari yangu nachukuliwa nyumbani, sipo, polisi wananisumbua, mbaraka nyumbani kwake wanamfahamu na kama wanamfahamu, ulishawahi kwenda afu ukajua? Mbaraka yuko wapi kwa sasa na mfanye taratibu zipi ambazo zinaweza zikasaidia kupatikana kwa gari yako? Mbaraka kwake mimi sikujui, lakini waliokuja kuvuta gari wanapajua kwa Mbaraka, kwa sababu kama yeye aliwa, aliwapa gari akachukua mkopo kama dhamana yeye, kwake wanasema wanakuja, walimfuata Mbaraka kwake hayupo, Mbaraka tulivyoingia mkataba aliniambia kwake hawezi kuniuzia gari, mtoto wake gari anaipenda sana, kwa maana hiyo ataniuzia nje ya nyumba, ndio kitu ambacho sikujua kwake, na mimi niliamini kwa sababu narudia tena alienipa dalali ni mwana familia, mtoto wa kaka yangu kwenye familia, na huyo dalali ni rafiki yake, na huyo dalali Mbaraka ni rafiki yake, kwa hiyo niliwaamini, kwa hiyo kilichoniponza ni cho kwa Mbaraka sipajui, na Mbaraka hapatikani kwenye simu, lakini polisi wanashindwa kumpata Mbaraka na Mbaraka alipatikana, walimweka kwa sababu ya ya kesi ya polisi mwenzao walimuuzia kiwanja kwa utapeli. Kwa nini mimi Rehema nashindwa kupatikana kwa Mbaraka? Kiufupi kwa Mbaraka sipafaa, na niliamini kutokana na hilo, kama ni mtu wa familia, yeye alidhamiria tu kunitapeli. Na huyu dalali ambaye unasema ni wa familia, yeye anasema nini? Yule dalali ambaye alinipa dalali mwenzee, rafiki yake, anasema yeye amejaribu kwa njia zote kumtafuta yule rafiki yake dalali ayupo nchini kwa sasa hivi, ameshaondoka nchini, ayupo na na simu ampati. Na wewe walikuwa marafiki? Anasema na mimi kwake sipajui, amejenga huko uh, Mikwambe si wapi huko, kwa hiyo hapajui, lakini yule yupo.